Tuweke break kidogo ee, tutaenda Ujerumani, lakini kabla ya kwenda Ujerumani hapa mm. Tanzania bana, tuna mtu mmoja anaitwa Ali Bakari mm. Mufti e, atavaa vitu vyote lazima awe na kitu kimoja amekinunua Afrika Kaskazini. Aa, e, na kawaida huwa kama sio nguo basi miwani, kama sio miwani kiatu au sasa moroko huko huko. Nikukaribisha bwana Ali Bakari e, karibu sana. Huyu ni ndugu yetu bwana Ali Bakari, huwa anaangalia angali ngalia Zilizobamba, anatuletea mm. E, sasa kama kuna zilizobamba atupe, kama hakuna tutabara. nimekuja lakini hakuna chochote kilichobamba, <laughs> tutamruhusu aondoke, ila lazima aje na kwa jana e, na kwa jana kosi kilichobamba kweli kwa jana kweli, matukio yote hakuna kilichobamba. Ali Bakari, karibu sana asante sana Pascal Kabombe ama Pasco Kabombe mm. E, ni under 20 wa kudumu eh, wa miaka yote miaka yote <laughs> yani <laughs> niko kuangalia <kwa> cha <laughs> <laughs> Afrika Kaskazini miwani kwa, kwa. <laughs>

Kodi nzuri mpenzi. Nashukuru, nashukuru sana. Bara <laughs> <laughs> kuna chochote kilichobamba huko? Yes, haiwezi kukosa kiukweli kwa yaliyojiri jana. Mm. Alafu <laughs> kama leo hii itakuwa hamna kilichobamba kiukweli. Itakuwa <laughs> yani kwa jinsi ulivovaa kwa... afu kadaiwa kodi, mambo nyumba kimwambia una kodi. Akubali. Ah, mtandao. Kwa <amta andawana. laughs> kwanza kwa inatafsirika kwamba ni dharau. Yaani unakudai <laughs> <laughs> una unapendeza. Alipomwambia <laughs> <laughs> eh? <laughs> <laughs> waziri waziri ndani alipomwambia yule mkandarasi. Yaani sisi tunakudai afu na nenepa. <laughs> <laughs> <laughs> wakati ule wa changamoto ya ugonjwa wa wa corona yeah. Uh, watu wanasema na kudai afu na yani uvae barakoa kupoteza ujana. Bara, karibu kwa sababu asante sana. Nimefurahi kwanza kuungana nawe uh, Pascal Kabombe ama Pascal Kabombe, nafikiri ndo mara yetu ya kwanza kuungana katika kipindi cha vijana, lakini uh, eh, kinga mkono nimekuwa mm. nikikufuatilia tangu kipindi hichi kinaanza. mm. Niliona mjadala mzito kabisa kuhusiana na kulikuwa ofsaidi au ilikuwa nini, mjadala ulikuwa mzito, lakini mwisho wa siku mkaamua ya kwamba uh, Osman Karls kazi ndiye atakuja kumaliza kipenga cha mwisho na ndio maana kinaitwa kipenga cha mwisho. Yes, twende moja kwa moja katika Zilizobamba mitandaoni. Uh, wa kwanza kabisa ni nambari moja wa nchi Rais Samia Suluhu Hassan ambaye kabla ya mechi jana, kama ulikuwa unafuatilia kupitia Azam Sports One HD, uliweza kusikiliza ilikuwa takriban dakika moja hivi mama akiwa anazungumza ya kwamba eh, jana alikuwa katika mapumziko na alitazama mechi. Sasa baada ya kutazama mechi amekiona nini? Anasema leo nimepata wasaa kutazama dabi ya Dar es Salaam. Hongera sana klabu ya Yanga eh, kwa ushindi wenu dhidi ya klabu ya Simba katika mchezo wa kuwania Ngao ya Jamii. Ulikuwa mchezo mzuri kwa pande zote. Ushindani wenu ndani na nje ya uwanja ni burudani ya kipekee ambayo wakati wote inatuletea Watanzania pamoja. Inatuleta Watanzania pamoja. Mimi na shida ya comment ya Mona Lisa. Yes, una shida nayo hiyo eh? Mm. Yes, Mona Lisa anasema mm -hmm. Eh, kwa wale wanaofuatilia tamthilia za bongo hapa bila shaka watakuwa wanamfahamu vizuri kabisa, ila mama hii ya sita. Sasa hawa Yanga washa eh, washatuona sisi vibonde, wao wanatunyanyasa sana mtaani. Tunaomba serikali yako iingilie kati hili jambo mama, iwe hakuna kushangilia mbele ya mpinzani wako <laughs> <laughs> <Yeah, laughs> yeah, eh, so na mpira ukiisha, wao wakishinda sheria ibaki hivyo hivyo, shangilia muda mrefu wanapewa nafasi kushangilia, mwisho mechi tano tano, mechi ikifika sita, kwa sababu kama unaona utashangilia basi <laughs> mwache mwanza ashangilie, wewe hujawahi kushangilia kabisa, kwa hiyo unapewa nafasi ya kushangilia aafu sheria inarudi tena nao kifikisha zako mara tatu naambiwa, mm -hmm. Subiri kwanza, okay. okay. sheria ina inarudi kwenye utaratibu wake mm -hmm. ili mnalofanya atukubaliane nalo mm -hmm. Mona Lisa kishabiki, una hoja lakini sasa, mm -hmm. anayekuangusha ni, ni timu yenyewe. mm -hmm. bwana, eh? mm -hmm. timu yenyewe au sio? No bwana, timu ndio inaokuangusha, lakini bahati mbaya maoni yanakubalika. Sawa, tuna jambo hilo kuhusiana na Zilizobamba, mwenzetu Ali Bakari akitupitisha pitisha hapo mm. sheria tuwezi kuitengeneza ya nchi kuhusu kushangilia mpira, hiyo sheria mm. inabidi ipitie TFF iwe kanuni huko eh. E, yeah. Alafu nchi wenyewe kwa ajili ndio yani wenye askari. Ombi la mm. Monalisa ni kwamba yani mama mm. aasisti kamatutendajiyesi ndo raia namba moja kwamba jamani TFF mnaonaje? Ushauri tu mm -hmm. Maoni ya wadau e e ushauri e ni amri ndio e <laughs> <y> <laughs> <laughs> <Sinu> kama hivoigi anachosema mwanalisa ndio, nakumbuka hata mtaje naeza kamtaja ausimtaje ili kulifanya jambo lilo lina, lina watu wengi mm, kwamba umemention mm. mm. yeah, mtu kwamba hivi TFF mnaonaje? Lakini ushauri kama itawapendeza mkatengeneza tutaratibu kwamba mtu akimfunga wenzake mpinzani wake mara tano basi, mm. ikitokea sita asishangilie. Sawa bana, mufti tuende, yeah, kwenye habari ya pili sasa. Chako kitafanyiwa kazi, upata watu wa kukuunga mkono

nataka kujua baada ya kumi alikamu atafanya nini kwa sababu <laughs> Yes. Alisema nitawafunga Simba mara kumi mfululizo <laughs> na kwenye hiyo kumi mfululizo, mi kaa naanza kuamini kwa sababu sasa hivi toka amesema, nikitazama nikiitazama Simba Sports Eh, hata kwenye mechi za ligi atakua jana ya, ya mwisho, hiyo mechi ya mwisho. Eh. Eh. Sasa moja kwa moja katika um, ukurasa wa uh, bodi ya ligi kuu na wenyewe waliweka video pale. Mm -hmm. Uh, ni video ya Mohamed Hussein ambaye kwa jana <laughs> kuna nyakati mm -hmm. niliwasikia watangazaji, mtangazaji wetu Ghalib Mzinga lakini pia na mchambuzi Jam uh, Samu. James, Samuel akisema kwamba hajasahau kuna nyakati ile wakati anaokoa kwanza hajasahau. Yeah. Kwa nini haiweza? <laughs> uh, lakini hii ni video baada ya mechi uh, kumalizika mm. wenyewe waliweza kupata hiyo video Mohamed Hussein akaenda kuwasalimia uh, wachezaji wenzake wa zamani kwa maana ya Simba Sports. Unaweza kaona hivi pin pin kamera hapo, mm. uh, na wachezaji wengine akiwa mm. anawasalimia, ni jambo la kimichezo ama sio? Eh, unajua alikuwa captain kule, alikuwa na hodha bwana, kwa hiyo somehow anafeel ile pain, anajua uchungu, kwa sababu eh, ametoka kule akiwa nao, amepoteza michezo mitano, kwa hiyo anaelewa. Kuna ule usemo wa Kiingereza unasemaje, ukisema kwa Kiswahili kwamba ukishindwa ku

sasa hivi kaamia upande wa pili kanyanyua kwa, Kanya kwa kwa anacheza zisinge alibakari tuendelee sawa. So, so, so, yes, hiyo uh, ni uh, posti ambayo imewekwa na ligi kuu kwa maana ya TPLB ama bodi ya ligi kuu Tanzania, so twende katika posti nyingine na kwenye tuone uh, kuna habari gani Young Africans wenyewe mm -hmm. wamemkumbuka nyota huyo ambaye baada ya kikosi kutoka bila shaka wengi hawakuwa na imani naye mm -hmm. uh, kwa maana ya kwamba kwa sababu hakuonekana msimu uliopita kwa kiasi kikubwa sana lakini mm -hmm. Jana kaanza kwenye dabi na alichokifanya bila shaka kimeisha na amemaliza amemaliza uh, mm. baada ya dakika zote tisini mm. uh, jana mwamba alikuwa anawagonga tu, nimeka emoji hapa kwamba alikuwa anagonga kichwani performance. Andabwile aya, wengine huku wanasema killer finest, mtu wa maana kabisa. <laughs> Hakuna mwaisa mzembe. Well done homeboy ni comments ambazo zimefuatia katika posti hiyo inayomuhusu katika yeah, yeah. Watu ambao jana wange, wangepata man of the match, na mimi nisingetia neno lolote mm. Kwangu mimi walikuwa watatu, yes. E, Djigui Diarra yeah. Azizi Andambwile mm. na Duke eh, Duke mm. yoyote yeah. Kati ya watatu angepewa man of the match <laughs> <Kwa sababu laughs> si imeshinda ndio, anastahili ana kuwa mchezaji bora atoke timu iliyoshinda. Inawezekana timu ikafungwa na mtu akaonyesha kiwango kizuri zaidi kuliko kuliko ambaye, umesaidia nini timu

ili tusimkoze Rashidi mm. Ah, basi wabaki wale wawili Diana eh, na Ndambwile jana ah. Lakini ah. Ah. mashabiki ah. wamesema ah. nini Pakome ah, kuongezea tu Pascal nakumbuka afisa mm. uh, habari wa TFF alitangaza kwamba katika kupata uh, mchezaji bora pia wa mashabiki walipewa fursa ya hey, yo, walikuwa wanapiga kula kupiga kwa mchezaji bora wa mashabiki mm. well, eh, tukubaliane yani. mm. Basi sawa ndio Pakome. <laughs> Twende katika posti nyingine like na kwenye tuone kuna habari gani. Ya tumepitia katika ukurasa wa Mtozi eh, Mwandamizi wa kipindi hicho cha viwanjani uh, Gift Alex Macha. Mm. Yeye yeah, anasema mtangazaji wa mechi ya leo Gharibu Mzinga hii posti aliweka jana usiku, usiku mm. sana. Ameua sana. Nimefurahi sana uh, Rushine alipookoa akasema huyo sio tapeli. Wakwani mm. hata <laughs> mimi <mimilipenda>. nilipenda. Eh, <laughs> yaani ilivyoingia lile neno kiukweli. Kwa hiyo mtaka kusema tapeli nani? nd e sigaii tutarudi kwako baada kumaliza, kwanza nakimbizana na muda. ehuyo huyo jitu Alex Macha kamposti paka mezuz, ambaye ndo alifunga goli jana, na picha hii ilipatikana siku ya kilele cha wa Yanga Day uaata pa wa ahis mchezaji mzuri unaweza usimuone muda mwingi kwenye mchezo, ila akionekana tu anabadili kila kitu. Pakome jana ameonekana mara mbili, moja kamara akasave, ya pili kawa goli yeah, ikawa goli, mechi ikaisha hapo hapo. huyo mm, ni jifte Alexi E machana, mimi nikwambia tu Pascal Kapombe niambie wakati mechi inaendelea jana mm, wakati wa mapumziko tukawa tunapitapita katika mitandao ya kijamii mm, wengi walikuwa wanauliza Pacome, jamani mmemwona? Mm, wengi walikuwa wanauliza lakini mechi ilivyoanza kipindi cha pili, kuuliza kama kaonekana, swali likaisha sababu alijibu swali lao, na Kapombe jana alifanya kazi nzuri uugua makali, yeah, eh, makali ya, ya, ya, ya. Kwa mechi iliyopita Shomali alitambaa sana. Ah, twende katika posti nyingine na kwenye tuone kuna nini? Sasa bwana, tumepita katika ukurasa wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila naweza kaita Albert John Chalamila. Yeye yeah, ameweka posti inayosindikizwa na picha Kibu Dennis unamwona una hapo, lakini Pacome Zuzu unamuona hapo, ameandikaje? Anasema, nimevumilia, nimenyamaza, sikutaka kujulikana, lakini leo ngoja ni konfes. Kukonfes ni kama kukiri, kukiri. kukiri eh? mm. Yes, kwa lugha fasaha mm. Asema, bora ju, ju, uh, ujulikane kuliko kutojulikana, alafu akatagi tu Simba Tanzania Young Sports Club, anajulikana Lapa. Kitambo tu anajulikana kumbe, lakini ha, ha, hapo hajasema ja, ja, ja, bado amezunguka aau, hiyo picha ina watu wawili. Ange kwa mtu mmoja, tungesema hiyo picha hapo kuna mtu anampira, mwingine anakaba. Kwa hiyo feva, wewe ni mwandishi huko kwenye dawati, sai unaamua ukurasa wa mbele uwej ipicha na mfeva nani na feva Pakome. Twende. <laughs> Yes, yestondo, katika posti inayofuata, huyo ni Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Simba Sports tayari wameanza safari, na hii picha waliipiga baada ya kufika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere hapa hapa dar es Salaam. Wanasema safari ya kwenda Botswana inaanza kwa kupitia Afrika Kusini, alafu wanarudi juu. Botswana iko juu ya Afrika Kusini. We mwenyeji Afrika Kusini umeshaenda, uh, ah, mara nyingi. na Botswana pia limeenda umefika, mm. eh? ah, we mtu wa bondeni, kwa hivyo Botswana na nyie, ipo bondeni kidogo, iko bondeni, unaenda kwa gari gari yeah, unaenda sauzi, unarudi, una fresh. Basi vizuri mm. Yes, comments zinasema daima pamoja. Mtaka, mtaka hachoki Um, mm, mm, akichoka kapata mm, aki aki hiyo sentensi ikaiweka kifupi hiyo kauli ya Tanga, yeah, mtaka um, achoki akichoka akapata mtafutaye. Sasa ukiwa na mtaka, unajua tu hiyo asili ya Tanga, mtaka huo ukiwa na maanisha mtafutaye achoki, poteza mechi lakini hawezi kwamba ndiyo anaenda kule sasa Okay. Sawa uh, picha hiyo unaweza kaona uh, Morris Abraham Kibu Kip Dennis Gomez na Ladak cha Sambia masiwe. mm. Haya, mm. tuende katika posti nyingine na kwenye tuone wamependeza, of course Kuna... e, e, tunafahamu yeah, ya kwamba ile burudani iliyosimama kwa takriban miezi miwili na zaidi hivyo mm. ya NBC Premier League leo hii pazia linafunguliwa kwa kushuhudia mechi mbili. Bila shaka, Pascal Kabombe na jopo lako hapa mlizungumzia baadhi ya mechi mkachambua. Yes. lakini si tuwakumbushe tu watazamaji wa viwanjani ratiba ilivyo leo tarehe 17, mechi hizo mbili, KMC dhidi ya Dodoma Jiji uh, majira ya saa kumi, lakini saa moja usiku Coastal Union dhidi ya Tanzania Prisons. Alafu kesho tarehe 18, uh, Fountain Gate watacheza dhidi ya Mbeya City. Uh, wageni hao waliondoka wamerejea lakini mashujaa watacheza dhidi ya JKT Tanzania. Hii ya Mbeya City na Fonten Gate itachezwa majira ya saa nane Azam Sports One HD, lakini saa kumi itakuwa ni uh, mashujaa dhidi ya JKT Tanzania kumi na robo hiyo. Yes, saa kumi na robo Yes mm. shukran sana. ndo maana mm. ndo maana upo hapa mm. mm. <laughs> saa moja kamili usiku itakuwa Namungo FC dhidi ya Pamba Jiji mm. burudani imejaa. nikajua Mufti rafiki yako atakuwa na kikaragosi chake leo kapumzika kidogo, lakini aliposti akasema tunaanza na makuruta basi, ukaonekana vijana wa JKT wanafika fika shamba, alafu kuna jamaa jeshi limekaa pembeni, mechi ya kibabe sana na ile posti imemvutia, niamua kuiacha kwanza ile, watu mwendelee kuona. Alafu Septemba ishirini ni Tabora United dhidi ya Dodoma jiji Dodoma jiji, maana yake watarudi tena mara pili uwanjani, uh, wangani. Yes, okay. uh, Ay, na mechi inaenda yeah. kucheza Tabora anacheza hapa Tabora kutoka Dar es Salaam na Tabora kwa si mchezo 7 kwa 20, ratiba iko tight hiyo, si mchezo hiyo, ni ratiba ya NBC Premier League ambayo kipenga kinapigwa uh, ama kinapulizwa leo hii. Yes, twende katika posti nyingine na kwenye, tuone. Yes, inafuata hii, tayari tushaiona. uh, tuone ligi kuu tena, waliweka posti pale kila msimu ukianza Yanga anashuka daraja. ni moja kwa moja. Lakini tukwambie tu ya kwamba hapa hakuna mechi yote ambayo tayari imekwisha cheza, na timu zimepangwa kwa alfabeti, kwa sababu ya Y wamekaa mwisho kabisa, mpaka ipatikane hapa bwana yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> yeah. Pascal Kabombe na jopo no lako uh, mm. Kuna comment hapa wanasema tutumie hii fursa fursa, alitaka kuandika mm, ameandika fursa mm, tumshushe Yanga daraja kabla geme hazijaanza. Anatoa ushauri wao sasa. Fursa unafanyaje fursa hii kwenye msimamo, kwenye msimamo hapa ha

inakuaga nyuma geuka katika vitu ambavyo katika mitandao ya kijamii usivimisi, ukiwa unapitiaga posti za mitandao ya kijamii yeah. uh, pia pitia na comments zina burudani kweli kweli. Usikose kupitia ukurasa wa Pasco underscore Kabombe mm. usikose kupitia ukurasa wa Rashidi underscore Hamisi. yeah. Rashidi na wai eh na wai Hmm. Lakini usikose kupitia ukurasa wa a kinga mkono a kinga mkono neno moja hmm. alafu usikose kupitia ukurasa wa Ali underscore Mufti, Ali Mufti underscore TZ, Ali Mufti, yani nimekaririz kwenunajiujumu mwenyewe. Lakini usikose zaidi kupitia ukurasa wa Azam TV Sports, huo ndo ukurasa ambao tunaweka habari zote za michezo. Pascal Kabombe. Narejesha kijiti kwako na ukurasa rasmi wa ligi kuu, yes. Unaitwa hivyo ligi kuu. Oh, uh, unaniruhusu uh, niondoke bwana. Well, mimi nataka nikuruhusu uende, ndio eh, lakini katika Zilizobamba bamba bwana bamba, uh -huh. tunatumaini wiki ijayo Jumatatu kuendelea kwa sababu mabwana watakuwa wameshacheza mechi zote za eh, shirikisho yes, yes, yes. yes, yes. eh, tutafutie na comment kule maana matokeo yote yale ya kushinda au kushindwa, hey, tutapata ukubwa na utamu wake kabisa. well, basi yeah, nikuruhusu ndugu yangu na miwani yako nzuri kutoka Morocco. nashukuru sana hey, mimi watu wazima wajue, hey, yes, kwamba hiyo miwani ni ya Morocco, imetoka Morocco, <laughs> Morocco, Hey, hey, na Morocco kwenda Spain ni mwendo wa nusu saa <laughs> nusu saa unavuka tu bahari pale kidogo, yani ni Ulaya basi Ulaya kabisa, lakini mwanzo usiku tao unaona zile hey, yes, basi kwa mwanzo, wakati kuna nyakati mlikuwa mnazungumzia kuhusiana na uh, mtozi gift match alisema ya kwamba kama unasafiri afu ujepitia Hadisi, yeah. Ilikuwa hivyo. Lakini sisi tulivyoenda Morocco, sisi tulienda moja kwa moja straight. Kwa hivyo yeah, inategemea na usafiri ambao unatumia. Sio? Inawezekana zawadi ya mama. Ama issue ni ndege wakati mwingine. E. <laughs> Ipo nyingi, yeah. Kuna mwingine anaenda e, e, mufti. Tafsiri yake ni kwamba unatoka Azam TV unakwenda Mlimani City bila kupitia Riverside bila ya kupitia sori, mawasiliano <moguza> <kata>. Aba, <moguza> yeah. Uh, sasa kuna umuhimu wa kupita mimi mawasiliano kati na usafiri wa kufika Mlimani City bana, kwa manake kule ausoba inategemea na usafiri gani unapita, yeah. saa yeah. yeah. tisa na dakika kama kumi na tano. Mlikuwa national team au ilikuwa klabu? mbali lakini, tu yani, lakini pia tuliondoka na timu ya taifa tukapitia pale Istanbul. Unajua kwa sababu gani, inakuwa ni ngumu kwa nchi za kaskazini hii, kwa faida ya wetu wote kuna hali ya kuzibiana hiyo anga yeah. Kwa zile nchi za kaskazini yeah. Ndio maana ukitoka Misri kwenda Moroko unaenda kwanza Ulaya alafu ndo unarudi no, Afrika no. Mm. Afrika yani utoki yani, Misri kwenda Moroko mm. <laughs> Hapa katikati ya waelewani mm.